Chama cha Mapinduzi ni chama cha watanzania wote. Chama hiki siyo chama cha watu fulani. Chama hiki yoyote anaweza kuwa kiongozi bila kuangalia anatoka wapi, ni kabila gani, ni rangi gani? Uongo kweli, wana Dar es Salaam? Na ndiyo maana leo chama cha Mapinduzi kinaongozwa na watu wa kila aina na chama hiki kinatoa fursa sawa kwa watu wote bila ubaguzi. Na nyinyi ni mashahidi, wazee wanapata nafasi, kina mama wanapata nafasi, kina baba wanapata nafasi, mpaka vijana wanapata nini? Nafasi. Ndio maana leo tunaye mstaiki mea wa jiji la Dar es Salaam komredi sheta hapa ni kijana, mpigieni makofi kijana wenu, watu wa Dar es Salaam, tunaye komredi mlaki yuko hapa naye ni kijana mdogo kabisa, piga makofi mengi. Lakini tunaye mleki mzee Msengi, huyu ni mzee na yeye, mpigieni makofi. Tunaye mwanamama Angela Kairuki, pigieni makofi, waziri yuko hapa. Hii inathibitisha pasi na shaka kwamba chama hiki kinatoa fursa sawa kwa watanzania wote. Lakini tunaye mwenyekiti wa vijana wa mkoa huu comrade Nasra, sijui yuko wapi? nilimwona pale, ni binti na ni kijana, mpigieni makofi Nasra Mohamed. CCM oye! Maana yetu ni kwamba chama hiki ni cha kila mmoja. Chama hiki wanaposema CCM ina wenyewe, wenyewe ndio watanzania wote, kwamba yoyote anaweza kuwa ndani ya chama cha mapinduzi. Ukilinganisha vyama vingine ukivichambua katika renki yake, unakuta vyama vimejigawa katika ukanda kwa asilimia mia moja. Mwenyekiti anatokea hapa, makamu wake anatokea hapa, katibu mkuu anatokea hapo. Ukifuatilia historia, wote wanatokea upande mmoja. Hii ni chama au ni familia? Chama cha mapinduzi ndio chama kinacholinda muungano wa taifa letu. Ni chama ambacho kinahubiri demokrasia ya kweli ndani ya taifa hili, na ndio chama hiki hiki cha mapinduzi mwaka tisini na mbili kiliruhusu mfumo wa vyama vingi. Ni chama cha mapinduzi. Kwa hiyo tunapoongelea CCM tunaongelea baba wa demokrasia ndani ya taifa la Tanzania. Na viongozi wenzangu, kipongezeni chama chetu kwa kusimamia misingi hiyo.